Karibuni na ujambo, ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa chanelo yako pendelevu Kuna Nini News? Kuna Nini News ni chanelo yako tv online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari kutoka mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe Machi 20 mwaka 2025. haya ni matangazo yetu ya mchana Matangazo yetu ya leo, tutaongelea kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, mapambano makali yakizuka hapa na pale, huku na kule, kwenye mabonde kama vile milimani. Je, vita vinavyoendelea kwenye milima nyanda za juu huko mkoa wa Kivu ya kusini, tukichukulia tarafa la Fizi la Mwenga kama vile la Uvira, ni vita vya kikabila? Mtazamaji pia msikilizaji na kuomba waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho na kuomba usibanduke. Lakini kabla tuendelee ili ujue mengi za hiji na kuomba kabla ya kuendelea, wewe ambao bado hauja subscribe, yaani kujiabone, huu ni muda wako tunaomba uweze kujiabone, uweze ku-like, uweze kuacha comment yako na hatimaye usikose kushia kwa wengine, yaani kupartagea kwa wengine ndugu jamaa na marafiki na huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu. Basi bila ya kwenda mbali moja kwa moja tunaenda kumsikiliza ndugu engineer Strategie na Mubamba ambaye ni msemaji wa CPC fabibe ya Kebiloze Bishambuke anayetujia ya na mengi zaidi kuhusiana na vita vinavyoendelea kwenye milima aho nyanja za juu nyanja mirefu tarafa la Fizi Mwenga na Uvira. Basi Wasikilizaji pia watazamaji wetu tunawaalika karibuni kwa kusikiliza mahojiano haya. Sawa, nashukuru kuwa nanyi watangazaji habari muda kama na huu. Uh, mimi ni strategi na Mubamba niko uh, nahusika na upashaji habari kwa uh, mseto wa Biloze Bishambuke. Ni kundi la vijana ambao waliweza kuchukua silaha katika hali ya ku Uh, piganisha adui wa Kongo. kia yote, kila yeyote ambaye alishika silaha ili kutaka ku, uh, kugeuza ma institutions zenye zilichaguliwa kwa kweli, sisi atatukuta kwenye kwenye opozision yake, hatutamkubalia hatuta. Tunachukua fursa hii watangazaji habari ili kuwajuza kuhusu hali ambayo, uh, inapitikana kwa sasa kwenye nyanja za juu za tarafa la uvi, Uvira Mwenga na na Fizi hususani kwenye kijiji cha Minembwe na kile cha Mikenge ambako um, force d'autodefense Biloze Bishambuke na walie wake wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC walianzisha mashambulizi ili kuweza kuwafyeka maadui wa Kongo. Maadui wa Kongo kwenye maeneo hayo ni wale wa Twigwaneho wanaopiganisha jeshi la taifa na ambao waliweza kujiunga tayari na magaidi wa M23. Eh uh, mapambano iliweza kuanza hiyo siku ya tatu tarehe ishirini Machi mwaka wa 2025 na yalianzia kwenye ngome vituo kabambi vya magaidi hao wa Twigwaneho. Vituo hivyo ni kama vile Kakangara, ni kama vile Muliza, ni kama vile Kakenge ni kama vile Kawela, ni kama vile Kivumu, ni kama vile na Tulongi, ni kama vile Kabingu, Kamimbi. hiyo ni hiyo ni, ma, ni mavituo vya magaidi wa wapigwa neho ambao walikuwa tayari wamejiwekea katika hali ya kukosesha raia usalama, na tukiwa kwenye Uh, tarafa la Mwenga huko Kipupu uh, wa wazalendo pamoja na FARDC walianzisha mashambulizi nao pia huko kwenye maeneo ya ngezi ya kwanza na ngezi ya pili na kijiji cha Bilalo mbili Mikenge na pembezoni mwa, mwa Kipupu. Lengo ni kuweza kutafuta uh, amani kwenye maeneo hayo. Amani itapatikana ni katika hali ya kusaka wale wale magaidi kuwafieka, kuwafukuzia mbali kila yoyote ambaye alishika silaha ili kuweza kupingana na serikali ya Kongo. Bwana mtangazaji, nitakukumbusha kwamba nchi ya Kongo ina katiba. Kila yoyote ambaye anaona kama uongozi wa nchi haukumfurahisha hairuhusiwi kushika silaha, sababu kushika silaha kuna mazara mengi, kwa sasa kwenye nyanja za juu watoto hawasomi, walimaji hawafanyi kazi zao kama kawaida, wachuruzi hawafanyi kazi zao kama kawaida, ni kwa sababu ya ile milio ya risasi. Lakini uh, kila mwenye anaona kama anaweza akapingana na serikali, katiba iko wazi Katiba iko wazi, anasubiri uchaguzi uje naye atagombea ata, ata, kama makandideti wengine na ataondosha e, utawala wenye huko madarakani. Lakini hapana kutumia silaha e, ili kwamba kugeuza uh, serikali yenye iko silaha ina madhara mengi. Inasababisha watu wengi kuyahama makazi yao, watu wengi kufa na mali ya raia inaporwa kiolela. Ndio man... Nyo, kwa, tunakuwa tukisikia mara kwa mara inasemekana kwamba mapambano ambayo mnaendelea kuyafanya huko kwenye nyanja za juu inalenga kabila fulani, hizo habari nyinyi mnazisemaje, upande wa Biloze Bishambuke? <laughs> Bwana mtangazaji, hizo <laughs> ni habari za uongo, ni habari za uzushi. Unajua uh, wale ambao wanasema hivyo ni wale wanaunga mkono magaidi wale ambao wana, wanaendelea kutoa pesa ili kuwapatia wale magaidi, wanawauzia chakula na katika kutafuta kugeuza serikali kupitia silaha, ndio wanasema kama eh, mashambuzi mashambulizi ya fabb na, ya serikali na ya jeshi la Kongo yanalenga kabila fulani. Kwa kweli hatulengi kabila, tunalenga adui wa Kongo. Kokote adui wa Kongo atakuwa, akuwe kaburini, akuwe ndani ya maji, akuwe angani, akuwe hewani kokote atasakwa na watampurusha, na raia wa Kongo atafurahia kuona jinsi uh, serikali ya Kongo kupitia jeshi la taifa wakishirikiana na Biloze Bishambuke na makundi mengine yenye kumiliki silaha watafukuza adui na kila raia atafanya kazi yake kama kawaida. Kwa leo ni vijiji gani ambavyo mnapambana kwa sasa na wanani wanadhibiti hizo vijiji? Ndio eh, kwa sasa vij, ma, mapambano yalianza kwenye kijiji. Kia, kijiji cha Mihanga na wanajeshi wa FARDC wa, wakishirikiana na wazalendo wa wa walikuja hapo ili kuamba kufukuza wa, wa, ma, magaidi wa watwigwaneho wanaoshirikiana na M23 walikuwa wanashikilia hi, hi, hiyo maeneo, lakini kwa sasa wamekuisha wafurusha e, FRDC haina mchezo bwana e, FRDC ilikuja katika hali ya, ya kutia ordre na kutafuta nafasi ili kwamba kila raia aweze kufanya kazi yake. Kwa sasa nakuahidi wana mtangazaji, mnamo dakika chache tu tutakuita kukuarifu kama Minembwe tayari iko mumikono ya jeshi la taifa na mumikono ya, ya wazalendo kwa kuwa operation ambayo inaendeshwa kwa sasa ni operation kabisa ya kijeshi na inaendeshwa katika heshima ya haki za kibinadamu. Wanaheshimu binadamu, wanaheshimu kila mtu, hawalengi kabila yoyote, wana Adui wa Kongo. Kwa sasa nyinyi eh, watu wa Biloze Bishambuke muna ujumbe gani kwa raia wa Fizi, Mwenga na Uvira ambao wanapitia kwa leo vita ambayo inakuwa ikisukumwa na nchi ya Rwanda? Leo tunaona Bukavu wanadhibiti maeneo mengine wanatishia tishia kuja huku maeneo ya Uvira. Je, eh, jeshi lenu la Biloze Bishambuke mna jitahidi na nyinyi ama muko kwenye shamba la mapambano na wengine? Bwana mtangazaji, uh, nitakueleza kwamba Biloze Bishambuke iliundwa kikatiba. Uh, katika hali ya kusaidia serikali ya Kongo kuweza kudhibiti maeneo yote na kupingana na wale ambao walikuwa na nia ya kutaka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa Biloze Bishambuke ha, haiko tu muho, mu, muho plato ya, ta, ya tarafa la Fizi wanapatikana pia hako, hapo um, Nyangezi, Katogota, uh, Kaziba wanachangamana wana na wazalendo wengine katika hali ya kusaka ule adui ambaye anajiinua ambaye anataka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe kwa raia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wote waunge mkono jeshi la taifa ili kwamba usalama uweze kurudia. Unajua, na uh, mnatoa ujumbe gani kwa, kuna habari nasemekana kama kuna wazalendo wa moja wamejiunga na M23, nyinyi mnasema nini kuhusu hizo habari? Hakuna wazalendo wanajiunga na M23, ila kuna watu fulani ambao adui ana mbinu nyingi anazitumia kwa kudanganya watu fulani. Kuna watu fulani ambao wanadanganyika kisha wanajiunga na M23, lakini ule ambayo nadhani ni mzalendo, ni mtu mmoja alijiunga na M23, kisha kundi ambalo alikuwa analiongoza watu wote walikimbia, wali, wali wakakuja kwenye serikali wakajiunga na wazalendo wengine wenye wangali na nia ya kupambana kwa ajili ya Kongo, kwa ajili ya kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wale wenye wangali na nia ya kupiga Rwanda, ili kwamba uvamizi ambao tunawisi sasa uweze kukoma. Tunakushukuru, asante. Mtazamaji pia msikilizaji wa channel level, Kuna Nini News, kufikia hapo achuna taziada na kuomba wewe ambaye auja subscribe, tafadhali usiondoke okay. Kabla aujafanya hivyo, tunaomba udiabone ulike, uache comment yako, utuambie vile vile comment yako umeandika ukiwa sehemu gani, ili tufahamu wapi na wapi wanatusikiliza na hatimaye wapi na wapi wanatufuata. Usikose kushare yaani, kupartage kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa mchango wako mkubwa kwa channel yako hii hii, Kuna Nini News, itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi wacha nikushukuru kwa muda wako, kwa kuwa ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Hadi tutakapokutana tena hewani, anasema asante kwa muda wako.